Ningependa kusema na sana sana mambo ya Oldonyiro, nafikiri tumetajwa sana kama tuko na mali mingi ambayo ya wizi imeingia Oldonyiro. Unajua kukataa wakati ingine itakuwa ngumu, lakini hata wale ambayo mungeweza kusema asanji kwa ile tumejaribu kurudisha, because tulirudisha mingi pia, lazima pia tupatie shukrani. Hiyo ndio vitu ambavyo mnapaswa kusema. Tuongoje waziri mpaka akuje Isiolo ndio atupatie amani. Sisi wenyewe lazima tujipange wenyewe, tuleta amani kati yetu. Lazima sisi tuongee kama jamii jamii atakuwa mwingine. Wazee wako hapa, sisi wenyewe tukae chini tuangalie mahali ambayo tuko na makosa turekebishe. Hii mambo ya kusema Samburu Turkana, tukae kwa kivuli yetu tuseme nyinyi Turkana mko na hii, nyinyi Samburu mko na hii, na turekebisha kwa sisi tumeishi hapa pamoja. Si tuko hapa pamoja tumepigana? Eh, wale ambayo wako nje wakora watatu wane, tutajua vile kurekebisha tukakaa pamoja. Lakini tukuja tu kuona waziri tunakuja kusema, oh fulani ni mbaya, sijui wagongwe mawe. Jamii ya Samburu yote hawatakuwa wabaya, wagongwe mawe, wagongwe rizazi na Turukana pia. Ngoja najua usiseme hapa, manake tuko hapa, tujipange waangalie nyinyi... unaanza kusemekana umelipwa kufanya nyinyi, mwanze sisi tupinge, kama tutapinga. Hapana, ngoja. Asante Deputy Speaker. Ha, ngoja, so ile kitu mimi naomba, sisi wenyewe turudiane tuangalie mahali tuko na makosa tujirekebishe, tujipange tukae vile tulikuwa tunakaa samani, kwa sababu tulikuwa tunakaa na amani. Mimi naomba hivyo, kama kuna mahali nime nini, mimi nita rudi tukae chini, situko sawa, mimi ndarudi tukae chini tupange ni wapi. Asante mimi nitaanzisha. Asante, asante. Kitu kingine, waziri, hii mambo ya sub county ya Oldonyiro tunaomba sana, maana hata tukipata hiyo mambo ya polisi itakuwa wengi, na nafikiri itakuwa habari ya hata amali kuingia Oldonyiro tena, hiyo ndio itakuwa suluhu la hii mambo kusema ng'ombe imeingia Oldonyiro. Hiyo tu ndio mimi naomba, na anasema asante.